Kulikuwa na wakati wa mabadiliko, wakati wa matumaini mapya, wakati ambao vijana wa Tanzania hawakuhitaji tena ahadi tupu. Walihitaji kusikilizwa, walihitaji mwelekeo, walihitaji nafasi. Ndani ya wakati huo, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dk. Samia Suluhu Hassan akaona jambo moja kwa macho ya mbali zaidi: maendeleo ya taifa hayawezi kwenda kasi bila vijana kuwa mstari wa mbele. Ndipo akachukua hatua ya kihistoria, hatua isiyo ya kawaida, hatua ya kimkakati, kuanzisha wizara kamili ya maendeleo ya vijana. Mimi na wenzangu serikalini tumefikiria kuwa na wizara kamili takayoshughulikiwa na mambo ya vijana. Hii haikuwa tu wizara, hii ni ishara, ni ujumbe wa vijana, ninawaona, ninawasikia na ninawaamini. Kwa dhamira hii akamteua mbeba maono ya vijana, akamkabidhi jukumu zito la kuongoza ajenda za vijana wa Tanzania. Uteuzi huu haukuwa heshima pekee ulikuwa ni wito wa kazi, kazi ya kusimama na vijana, kusikiliza, kuchukua hatua. Joel Arthur Nanauka kiapo kile kilibeba ahadi moja tu, kuwatumikia vijana kwa vitendo na si kwa maneno. Mimi Joel Arthur Nanauka, naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Tanzania, na kwa vyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kuanzia siku ya kwanza ofisini, alielewa jambo moja muhimu sana kwa vijana: vijana hawahitaji kuzungumziwa tu, wanahitaji kusikilizwa. Na ndipo wazo likazaliwa, wazo la kuweka vijana pamoja mezani, bila kujali wanatoka wapi, bila kujali wanafanya nini, bila kujali wanaamini nini, wazo la jukwaa la vijana. Tunazindua majukwaa maalumu yanayojulikana kama Vijana Platform, ambao vijana watakuwa na no nafasi ya kukutana na kuzungumza mambo yao, waishauri serikali, washauri viongozi, waeleze changamoto zao na hayo wilaya kwa waziri. Hili si jukumu la kiserikali tu, ni dhamira binafsi, dhamira ya kujenga kizazi cha vijana wanaojiamini, vijana wanaoshiriki, vijana wanaojua kuwa wana nafasi halisi katika maendeleo ya taifa lao. Leo tunazindua jukwaa la vijana, jukwaa la sauti, jukwaa la mawazo, jukwaa la ushiriki. Na kwa sababu Tanzania ya kesho inaamuliwa na vijana wa leo, vijana, huu ni wakati wako, hii ni nafasi yako, na hii ni sauti yako. Na ndio maana katika ziara yangu za kuwasikiza vijana, nimekuwa nikiwasisitiza na kuwaambia, siendi kuambia mambo yote yako sawa, ila nakwenda kuwambia hata yale ambayo hayako sawa. Tukikaa chini na kuzungumza tunaweza kuyaweka sawa. Njoo tuyajenge, taifa ni letu.